E, nakumbuka kwenye kipindi kimoja nilielezea jinsi ya kupunguza makali ya kodi ya VAT, e, ya TRA na naona mwitikio uliku, ulikuwa, ulikuwa mkubwa sana. Na kuna mdau mmoja alini- alinipigia simu akaniambia, bwana hawa ah, TRA bwana wanatukata kodi kubwa sana bwana e, sasa hii inakuwa sio sawa. Sasa mi nikamdadisi, dadisi nikakuta kumbe Eh, kuna mambo ya msingi kuhusiana na kodi ambayo hayaelewi na pengine hafaidiki nayo. Sasa nimeona leo nianze kuongelea kimoja kimoja. Kwa hiyo leo nitaongelea swala zima la uchakavu wa vifaa, ambapo unaweza ukalitumia kupunguza makali ya kodi na bila kuvunja sheria. Sasa ni hivi, kwanza, kama unafanya biashara na unapata faida, kwa sheria za nchi hii inabidi ulipe kodi. Sasa kama biashara yako inapata faida kubwa basi na kodi inakuwa kubwa. Kama biashara yako inapata hasara, ulipi kodi. Sasa ni maswala mazima tu ni kuona tu wewe uko wapi na kitu gani unatakiwa kufanya. Kwa hiyo fanya biashara yako, kama unapata kodi, lipa kodi. Lakini pia TRA au sheria za nchi zinaruhusu wewe kupata unafuu wa kulipa kodi. Sasa ni swala tu upate wataalamu wa kueleze jinsi unavyoweza kupunguza e, makali ya kodi. Sasa tukizungumzia uchakavu, uchakavu ni kitu gani? Uchakavu kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni depreciation. Ni kuwa unaponunua e, vifaa mbalimbali, hivi vifaa kwa mambo ya kihasibu hata kwenye upande wa kodi vinachukuliwa kuwa vina muda maalumu wa kuweza ku, ku, kufanya kazi. Yani kwa mfano, kama unanunua gari, haina maana kuwa hiyo gari litafanya kazi miaka yote, au litafanya kazi kwa kwa, kwa kwa kwa ufanisi zaidi kwa muda wa miaka yote. Kwa mfano kwa gari, unaweza kasema, wanachukulia kwa miaka minne ndio gari inaweza ikafanya shughuli kwa ufanisi. Baada ya hapo, kunakuwa na matatizo mengi, mara inaharibika, mara hivi na hivyo. Kwa sasa, ile miaka minne ndio inachukuliwa kuwa gari inaweza ikafanya kazi kwa ufanisi. Sasa katika mambo ya, ya, ya, ya kihesabu, wanafanya kuwa hiyo miaka minne ndio thamani ya gari yote inagawanywa hapo kwa maana kuwa kama gari ina gharama ya shilingi tuseme labda milioni kumi, kwa hiyo ukigawanya kwa nne inakuwa kila mwaka ni milioni mbili na nusu kwa maana hiyo milioni kumi inagawanywa kwa miaka minne. Sasa hiyo miaka minne, kila mwaka kinachukuliwa sehemu ya ya hiyo ya, ya, milioni kumi na ndio inaingizwa kwenye mahesabu. Sasa hiyo, kwa lugha ya Kiingereza inaitwa depreciation. Sasa turudi kwenye mambo yetu ya kodi. Ni kuwa kodi inakatwa au kodi inachajiwa kwenye faida. Hapo sasa inabidi mnielewe sana, kuna kwa sababu kuna kuna mkanganyiko hapo, kuna wengine wanadhani kuwa kodi inakatwa kutokana na mauzo, yaani kwa mfano kama umefanya biashara na duka lako limepata labda umeuza mauzo ya milioni kumi sasa baadhi ya watu wanafikiri kuwa kodi yako inakatwa kwenye hizo milioni kumi ulizopata kutoka kwenye mauzo. Sio hivyo, kodi inakatwa kutokana na faida uliyopata. Sasa kuna tofauti kati ya mauzo na faida. Faida ni kuwa ukishapata mauzo, unatoa gharama zilizotumika kwenye kufanikisha kupata hayo mauzo. Sasa ukitoa hizo gharama ndipo unapopata hiyo kitu naitwa faida. Kwa hiyo faida ni mapato na ukitoa gharama zinazohusiana na hayo mapato ndo unapata faida. Sasa ni kwa kwa watu wa TRA au tuseme sheria za nchi, kwa sababu sasa ni kwa ukiwa umepata mauzo unatakiwa utoe eh, eh, gharama mbalimbali. Sasa haiwezi kaachwa tu hivi hivi kwa sababu sasa kuna watu watakuja na gharama za ajabu kabisa kuziweka hapo ili kupunguza makali ya kodi. Kwa hiyo kuna gharama ambazo zimekubalika, yani zinakubalika ambazo unaruhusiwa kuziweka pale ili uweze kupata faida. Sasa hizo gharama kati ya gharama ambazo zinakubalika kisheria mojawapo ni uchakavu wa, wa vifaa ambao ni depreciation. Kwa sasa, utaona kama unafanya biashara na una vifaa mbalimbali. Sasa kama hivi vifaa huvifanyii uchakavu wake, una uwezekano mkubwa kuwa utalipa kodi kubwa kuliko unavyopaswa kulipa, kwa sababu hizi gharama kama umezifanyia hesabu na uchakavu wake unafahamika, utapunguza makali ya ya ya kodi. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu ambalo inabidi kufahamu. Sasa nimeongelea tu kwa ujumla tu, lakini sasa labda tuende kwa undani zaidi kuhusu hili swala la uchakavu, ambavyo unavyoweza kutumiwa kupunguza makali ya kodi. gharama, hebu tuangalie ni gharama zipi ambazo zinaruhusiwa na sheria ya kodi, ambazo unaweza ukazitumia kupunguza makali ya kodi. Moja ni mshahara. Kama una wafanyakazi kwenye biashara yako, ile mishahara ya wafanyakazi ni gharama ambayo inaruhusiwa na inaweza ikapunguza makali ya kodi. Nyingine inaweza ikawa ni pango la sehemu unayofanya biashara, yaani kodi unazolipa za kwa ajili ya pango, kama ni nyumba umekodi na vitu kama hivyo, hiyo inaruhusiwa. Gharama nyingine ni mambo ya usafiri e, fedha unazolipa au gharama unazo unazolipa kutokana na mambo ya usafiri, lakini wa usafiri wao unahusiana na biashara e, inaruhusiwa. Nyingine ni masuala ya, ya repairs, yani kutengeneza vifaa mbalimbali inaruhusiwa. Nyingine ni kununua mafuta kama diesel au, au petroli ya gari ambayo inayotumika kwa ajili ya ya, ya biashara naruhusiwa. Kwa hiyo kuna mifano mingi, kuna gharama nyingi ambazo zinaruhusiwa. Labda kama ukipata mhasibu anaweza akakueleza hiyo mifano. Sasa inabidi ufahamu, kwa hizo gharama ni muhimu uzitilie maanani, kwa sababu ndio zitakazosababisha kupunguza makali ya kodi unayolipa. Sasa moja kati ya hizo gharama ndio hii tunayozungumzia sasa ya uchakavu wa vifaa kwa hiyo sasa twende kwenye swala la uchakavu wa vifaa. Nimesema kwa uchakavu wa vifaa ni ni kwa gharama ambazo zinagawanywa kutokana na wewe kununua kifaa. Labda nitoe mfano, kwa mfano umenunua gari ambayo ni la milioni tuseme milioni kumi, gari ndogo tu ya milioni kumi. Sasa kama nilivyosema hapo awali gari ya milioni kumi inachukuliwa kuwa au hiyo gari inachukuliwa kuwa inaweza ikafanya kazi kwa ufanisi kwenye biashara yako kwa muda wa miaka minne kwao sasa kinachofanyika hiyo milioni kumi inaganywa kwa nne na hapo tona inapatikana milioni mbili na laki tano sasa wanachofanya au inachoruhusiwa kufanya ni kuwa kila mwaka wewe unapata nafuu ya milioni mbili na laki tano kwenye ulipaji wa kodi kwa muda wa miaka minne. Kwa hiyo yu, ikifika hiyo yu, miaka minne basi kuanzia baada ya hapo hupati chochote. Kwahiyo sasa ina maana kuwa kwa kununua gari yako eh, ambayo ni ya thamani ya milioni kumi unaruhusiwa kutoa uchakavu wa milioni mbili na laki tano kila mwaka. Sasa kama una, unafanya biashara na umepata labda tuseme faida ya milioni ishirini sasa kodi yako haipigwi kwenye milioni ishirini. Kodi yako itapigwa kwenye milioni ishirini kutoa milioni mbili na laki tano ambazo ni uchakavu. Sasa unaona jinsi faida inavyopatikana hapo, lakini pia ni kuwa labda nielezee sasa, gari ni mfano mmoja hapo. Je, vifaa gani vingine au vinavyohusika ambao vinapata vinaingia kwenye swala la uchakavu wa wa, wa vifaa? Nyumba ni mojawapo nyumba nayo kama una, una, una jengo ambalo ni la kwako na ndio unafanya biashara yako hapo, au kama una godown ambayo ni ya kwako, nayo pia inaruhusiwa uchakavu. Ila kama umekodi sasa, hapo unachoruhusiwa na ile kodi unayolipa sio uchakavu. Kwa hiyo nyumba ni moja hapo, lakini godown ni moja hapo na inaruhusiwa mambo ya uchakavu. Lakini sasa upande mwingine tunaingia kwenye vifaa vyenyewe kwa maana kuwa vifaa kama furniture, furniture kwa taarifa yako, nawe inaruhusiwa kwenye uchakavu. Kwa hiyo ukinunua furniture, gharama za furniture zinaingia kwenye uchakavu, lakini pia kuna vifaa kama e, mashine mbalimbali, vitu kama kompyuta, fotokopia e, kama umenunua hivyo e, ni vifaa mbalimbali ac, laba au nani, ceiling fan. kwa hiyo hivyo vitu vyote ni mashine mashine hivi refrigerator, deep freezer, vyote hivyo vinaruhusiwa uchakavu. Sasa you can just imagine gharama ngapi hizo ambazo zinaweza kupunguza makali ya kodi unaotakiwa kulipa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaruhusiwa kwa maana kuwa nyumba, gari au magari, furniture E, hivyo vitu vinaruhusiwa, kama una una magodown inaruhusiwa. Kwa hiyo sasa, ni muhimu uhakikishe kuwa unatumia hiyo fursa. Sasa bahati mbaya, wengi hawafahamu. Sasa mtu alioniambia ule mfano, anakwenda TRA anakuambia, okay, una hesabu umetengeneza hesabu za biashara yako? Hapana. Sasa huwezi ukatafuta mwasibu mtu, ah unajua mimi sina uwezo kwa ajili ya mwasibu na vitu kama hivyo basi kwa hiyo wanaamua sasa kukadiria. Kwa hiyo wanakuambia ah, sasa biashara yako unafikia kwa, unafiki kwa mwezi unapata kiasi gani? Unawaambia. Na hivi na hivi naona wenyewe wanafahamu biashara haina fulani. Okay, okay. Sasa mwisho wa siku anakuambia okay. Kwa hiyo lipa kodi kiasi fulani. Unaona? Sasa haya mambo ya mambo ya uchakavu unaopata nafuu na nini hayapo tena. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema na nimekuwa ninasema mara nyingi kwenye vipindi na hata video zangu. Swala la kutengeneza hesabu za biashara haliepukiki, lina faida sana. Sasa wengine wanasema wao bana gharama za nini, lakini gharama za kutotengeneza hesabu za biashara ni kubwa sana. Wefikiria sasa wewe unaogopa kumlipa mtu labda laki tatu au laki tano mshahara, labda mhasibu au uh, keshia lakini sasa unakuta hapo kuna milioni kama hizo nilizosema milioni mbili na laki tano za gari ambayo zingeleta unafuu wa kodi zimepita hivi hivi. Sasa ipi afadhali? Hiyo iyo laki tatu unayoogopa kulipa kwa mwezi, au nafuu ya milioni mbili na laki tano? Kwa hiyo jamani, swala la kutengeneza hesabu za biashara ni la muhimu sana, na kuna njia mbili mbali mbalimbali za kutengeneza hesabu Sio lazima uajiri mhasibu. Njia moja hapo unaweza ukafanya ni, ku, ni kumwengeje business consultant, tafuta mshauri wa mambo ya biashara akutengenezea hesabu, anakutengenezea hesabu, nampa hela yake, naye anaondoka, tofauti na ile ya na kusema mhasibu kila mwezi unamlipa. Lakini njia nyingine, sasa hivi mambo ya teknolojia, unaweza ukanunua uka package package accounting package, zipo accounting package za computer. Sasa ile ukiingiza, kuna instructions umepewa pale: ingiza hiki, ingiza hiki ingiza hiki, baadaye nakwambia, okay, kwa haya ulioyaingiza, faida ya biashara yako ni hii, inakupa faida. Kwa hiyo unaweza ukatumia accounting package kutengeneza hesabu zako za biashara. Sasa hiyo nayo ina unafu wake, lakini nyingine ndio hii ya kwa ajili ya mwasibu, haiepuki kwa ajili ya mwasibu na kutengeneza hesabu zako na kuna mambo mengi utafaidika kwa kuwa na mhasibu. Kwa hiyo niliona hilo nilielezee ingawa leo ilikuwa tunazungumzia uchakavu lakini swala la uchakavu huwezi ukafaidika nalo kama utengeneze hesabu za biashara. Ndio maana nikaona nizungumzie swala la wa uhasibu au watu wa kutengeneza hesabu. Naona kwa leo nishie hapo. E, naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali kila siku saa tatu usiku na ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi juma tuna kipindi cha maswali na majibu kwa wadau wetu wanayoauliza, na Jumapili ni siku ya business talk ambapo mimi naongelea swala moja la muhimu sana kuhusiana na biashara, kuhusiana na mambo ya, ya ujasiriamali lakini mambo pia ya kifedha kwa hiyo kuna topic naichukua siku ya Jumapili na kujaribu kuizungumzia. Nashukuru kwa kunisikiliza au kuniangalia. Nawatakia usikilizaji mwema, asanteni.